Vile, watu wapeni ushahidi Qurani yasema nini kuhusiana na utume baada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama kweli khatam ni ni mwisho ha? Hebu wapeni shahidi angalau aya moja tu, mimi nimetoa aya nyingi sana, wapeni aya moja tu, wakaitafakiri ili waweze kujua kweli baada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kweli khatam an-nabiyyin maana yake ni mwisho, hakuna mtume atakayekuja baada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hawa watu, hebu wazamieni kwenye Qurani, warejesheni kwanza kwenye Qurani Bana sikiliza, umerudi pale pale, Allahu yastafi, umesema Mwenyezi Mungu atachegua. Mwenyezi Mungu asema yastafi, Mwenyezi Mungu yuwachegua, asema wakati wa mtume, hakusema wakati wa Kadiani kuwa nachegua. Mwenyezi Mungu amesema wakati wa mtume, na ile ara, mimi uh, uh, ushahidi wangu hauko kwenye ara yatasallaku lakini na nakurudia tena, ara namuona rajulan mtu yatasallaku ljidar yuwa ruka ukuta. Sasa ni ya kuendelea hii hata kesho na kesho kutwa, nikija nitamkuta yuwa ruka ukuta, ni sasa hivi. Allahu yastafi Mwenyezi Mungu huyachegua sasa hivi, wakati Qurani yateremka kwa mtume, sio wakati wa kadiani kusema Mwenyezi Mungu atachegua. Hakuna karina, lete karina hapa, huna karina, kharijia nyamaza. Lakini yastofi, yajitabi, ywachegua sasa. Sasa sasa ni wakati gani? Wakati Qurani yamteremkia mtume na mtume yuko na, baina ya mtume na huyo kadiani kuna miaka elfu na zaidi Wakati aya hii ikimteremkia mtume, nategua, baina yake na huyo Kadiani kuna zaidi ya miaka elfu moja na moja. Na nimemtia kwenye fani, hayumo, maskini hafai. Nimemwambia nambie wahdatu safaka na tafriqu safaka, ndio tujue hii musahaba iko mahali gani. Amekwenda ameruka. Na huyu ukimpeleka huku yuarudi huku, na ukimpeleka huku yuarudi huku. Tumemletea hadithi za mtume mwanzo hapa. Tumemuuliza tahdidul marji, tupate kujua marejeo yetu ni wapi. Akasema Qurani na sunna. Aziruka sunna za mtume, na sunna amesema sahihi. Tumemletea sunna sahihi, aziruka sasa huyu bwana tumpeleke wapi sisi? Qurani yasema nachegua, Mwenyezi Mungu yuwachegua hivi sasa, yeye asema Mwenyezi Mungu atachegua ati memwongezea. Haya, aya hiyo nilokuongezea ni ipi? aya ni zile zile za Qurani, Yajtabi achegua. Sasa wakati Qurani yateremka kwa mtume, sio wakati wa Kadiani hata tukasema, umeona hii memteremkia Kadiani Baku. Na kisha wewe kwa nini utake awe Kadiani tu mtume? Kina saidna Abubakar huwataki, wakati ni bora, wamepigana vita na mtume, wamejitolea. Mtume akataka ukwe wao, mtume akasema: kullu sababin wa nasabin wa sihrin munqati'un illa nasabi wa sababi au illa sab nasabi wa sihri nasaba zote zenye kukatika na uko wote wenye kukatika ila ukwe wangu na nasaba yangu, hawa huwataki wewe kuwa ni mitume, wamtaka yule yule ambaye kwamba asantu, lengo utoe tafsiri ya mtume aliosema nabiyin kuwa ni, ni huo muhuri wako unazungumza. No, lengo ni hilo. Turudi kwa mtume, kwa sababu wewe umekatana. Sisi tunazo 20 hadithi huku, dalili za kutosha kwa mtume wetu alayhi salatu wasalam, sivyo vinavyozungumza toka tafsiri ya mtume alivyozungumza, mtume hivyo anavyozungumza. Asante. Dakika mbili, sijui dakika mbili, anasema na mimi niongeze, niongeze saba <laughs> <laughs> <laughs> Ngoja ni ongee kwanza na yule ustadhi wangu amesema yastafi ana yuachagua. Yaani wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu yuachagua nini? Rusulan mitume. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu yuachagua nini? Rusulan, Qur'an inasema rusulan mitume. Yeye anatuambia Muhammad mtume wa mwisho, hapa anatuambia wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu yuachagua mitume. Sasa uone kama hiyo aya inakueleza kwamba mitume wapo mudhari inaleta maana ya hali na mustakbel. Sijui shekhe wangu anaikataa kwa sababu gani? Tanga hapa kuna wasomi wengi sana, tena haya ni mambo ya mwanzoni tu. Fil mudhari inachukua hali, wakati wa sasa, na mustakbel na wakati ujao. <coughs> Anaposema fulani yaakul ni kwamba anakula na pia atakula. So unatizama tu katika sentensi jinsi imevyotumika. Sasa hii aya inakuthibitishia kwamba hiyo habari pia ni wakati ujao, ngawa unakataa una wakati ujao, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema allahu yastafi w, unasema yuachagua yani anachagua. Wakati ule wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakusema rasul bali rusulan, mitume. Na wakati ule mtume alikuwa mmoja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hawa mengine wako wapi? Maana ya Kiarabu wingi naanzia tatu, kuanzia tatu na kuendelea mbele. Hiyo kuna mitume wawili ambao na tuoni wao, nasema hakuna mitume wakati tunasema Mwenyezi Mungu wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam yeye achagua mitume kuanzia watatu. Kiarabu, wingi kuanzia watatu. Hii aya inakuthibitishia wazi kabisa kwamba mudhari inaingia maana mustakbali pia, maana wakati ujao pia, kwa sababu kama ingekuwa nani angesema tu just of minal malaikati rasul wa minanas, hata hivyo pia, kwa sababu wakati aya hii inateremka mtume alikuwa ameshachaguliwa kwa mtume Siku ya kwanza tu alipoteremshiwa wahi wa kwanza akaambia yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Sasa hata kama angekuwa imetisaba mtume mmoja, basi ni ushahidi kwamba mitume wanaendelea. Hii aya imekunasa, shekhe wangu. Na wenye akili kwa kutafakari waelewe kwamba hii aya shekhe wetu aliyotuletea ni aya inathibitisha kabisa kwamba Mwenyezi Mungu ataleta mitume kati ya watu na malaika, sio kati ya malaika tu. Maana mwanzoni alijaribu kutuambia ni malaika tu ndio atakayokuja. Hapana, Mwenyezi Mungu anasema wa minan nasi, na katika watu. Kwa hiyo eleweni kuanzia leo, Qur'an yasema mitume watapatikana kati ya watu na katika malaika pia. Mitume akija lazima ateremkiwe na malaika. Malaika ni mitume ambao wanaleta ujumbe wa Mwenyezi Mungu kwa watu. Ni, ni, ni mitume wa Mwenyezi Mungu analeta ujumbe kwa binadamu. Wahi kwa binadamu, funuo kwa binadamu. Kwa hiyo aya tuthibitishia kwamba kwa hakika mitume watapatikana. Sheikh ametuongezea haya, asante sana Sheikh wangu, nakushukuru sana Sheikh wangu. Mtazirukaje hadithi? Hadithi, hadithi wakati Qur'an yaniambia faruduhu ila Allahi wa Rasul, mrejeshe kwa Mwenyezi Mungu na kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtazirukaje hadithi? ila nitakataa sambamba na nasaha nasahe mtume aliposema hadithi yote ukiona inapingana na Qur'an usikubali. Wewe waniletea hadithi zinazopingana na Qur'an alafu nataka nivunje agizo la mtume sallallahu alaihi wasallam nizikubali? Nimekuletia maana ambayo zisipingane na aya za Qur'an, wazikataa hapo? Kwa sababu mimi siziruki hadithi, bwana. Hadithi nazipenda kweli, naziheshimu kweli, lakini zisipingane na kitabu kisicho shaka, zisipingane na Qur'ani tukufu. Lakini hadithi inaokwenda sambamba na Qur'ani tukufu, na ikubali kama Isa bin Maryam alayhi salatu wassalam, tume, alisema atakuja akiwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Ingawa shekhetu amesema hatakuwa mtume, lakini atakuwa mtume. Mtume alisema atakuwa mtume. Kwa hiyo Isa bin Maryam madam atakuja na atakuwa mtume. Sahihi Muslim yatueleza hivyo. Basi ile hadithi inayosema kwamba hakuna mtume wote atakayekuja baadaye, kwanza inapingana na Qur'an, inapingana pia na hadithi ambayo inapatikana ndani ya kitabu sahihi cha Sahih Muslim. Qur'ani iko wazi sana kwa mitume watakayokuja baada ya mtume na kupa aya nyingine, Sura An-Nur aya 56, Mwenyezi Mungu ameahidi ametuahidi sisi waaminio

tutafanywa mitume tutafanya mahalifa kama walivyofanya mahalifa kama walipatikana mahalifa wali hapo kabla. Wewe unasemaje kwamba baada ya Muhammad hatopatikana khalifa yote atakayekuwa mtume wa Mwenyezi Mungu, wakati Mwenyezi Mungu anasema la yastakhlifanahum fil ardhi kama stakhlafa alladhina min qablihi, atawafanya mahalifa katika ardhi kama walivyofanya mahalifa wale wa kabla yao. Wale wa kabla walipatikana mahalifa walikuwa ni manabii wa Mwenyezi Mungu. Sura Al-Maida aya 45, Mwenyezi Mungu anatueleza alileta Taurat ikiwa mwongozo na nuru, wakahukumu kwa kutumia Taurat manabii na wanazuoni na, na watawa ambao hawako manabii. Sasa Qur'an ni kitabu chenye nuru, watahukumu kwa kutumia Qur'an hii manabii na wasiokuwa manabii. Wewe kwa nini ufunge neema hii? Mwenyezi Mungu anaiweka neema hii, usifunge shekhe wangu. Hii neema iko wazi, ndugu zangu. Qur'an iko wazi, mitume watapatikana baada ya sallallahu alaihi wasallam. Ahsanta. wingi katika lugha ya Kiarabu Haunzi, hauanzi kwa watatu ila kwa mwanafunzi. Wingi katika lugha ya Kiarabu inaanza kutoka kwa mmoja mpaka kwa wawili mpaka kwa watatu mpaka kwa zaidi ya watatu. inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu hafidh, lahafidhun. ni Mwenyezi Mungu na nani? inna sisi, nahnu sisi ya tawkidi nazalna dhikra tumeteremsha Qurani, tumeteremsha Qurani, wa inna lahu na sisi ni wenye kuhifadhi hiyo Qurani. Sasa hapa imekuja kwa dhamiri ya wengi, akipendelewa Mwenyezi Mungu pekee yake mmoja tu hey. na katika lugha ya Kiarabu wingi unaanza kwa wawili na unaanza kwa mmoja mmoja wawili watatu. Kwa hivyo bana naondoshe na maneno yake ya kuwa mitume yaweza kuwa mitume na ni mtume mmoja, na yaweza kuwa ni mitume mingi ikatajwa kwa dhamiri ya mmoja, inna rasulu rabbik, sisi ni mtume, na hapo kipendele ni watume. Shekhe, lugha ya kusumbua sana bana. <laughs>

Khilafa ina maana mengi, lakini mimi I do challenge, ana atahadda, mimi natoa challenge, nasema anionyeshe kwenye Qurani, ya kuwa khalifa amependelewa ni mtume. Huyu bwana al-Imam Suyuti amekufa kabla hajazaliwa Kadiani asija akasema hivi. Sasa sisi twajibabadua, huyu amesema tarikhul khulafa, tarikhe ya makhalifa mupo, lakini tarikhe ya makhalifa. Kwa hivyo kina saidina Abubakar wametambulikana na Waislamu kuwa ni makhalifa na wao si mitume, kama alivyokataa yeye mwenyewe. Waislamu baada ya kufa mtume tu wamemwita saidina Abubakar Khalifatu Rasulillah. Kwa hivyo hakuna maana ya khalifa ni utume. Hiyo hiyo Swad, rudi aya ya 17, na ni kuoneshe ya kuwa khilafa hapo iliyopendelewa, ili siyo khilafa ya kuwa uh, ni, ni utume. wasbir ala ma yaquluna

watu ambao kwamba kwa amba wenye nguvu za hoja wasiokuwa na hoja za nguvu. Sasa hapa Waarabu wasema alkhalifatu al khalifa alsultanu aladhim, mfalme mkubwa ndiyo aitwa khalifa. Moja katika maana ya khalifa moja katika maana ya khalifa ni mtu ambaye kwamba kwa amba mwenye ufalme mkubwa Nabi Allahi Daudi naye alikuwa ni mfalme, kwa hivyo hakuna maana ya khalifa katika Qurani kwa kupendelea ni mtume. Asante sana Hai, shekhe wangu. wangu kuna swali moja liwambia, hawa watu wathibitishie kwanza haya moja, kama kweli khatam ni mwisho, wanataka wajue Qurani inasema nini. Naunga mkono hiyo habari kwamba hakuna mtume baada ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hiyo naona umeikwepa koja, ni dodoso ya zako hapa Sheikh wetu amesema wingi waanzia kwa mmoja pia. Alhamdulillah tumepata fundi jipya tujifunza. Kama nilivyosema, si mimi peke yangu, wako wengi tu hao, wamekuja wamekuja wote kujifunza. Kwa hiyo leo Sheikh wetu ametuambia kwamba umoja wingi waanzia pia kwenye umoja, na alituletea aya ambapo Mwenyezi Mungu anaposema inna nahnu nazalna dhikra. Katika kanuni ya lugha ya Kiarabu mtu kama mfalme au mtu mwenye enzi kubwa anaweza akatumia wingi akijinasibisha kwa yeye mmoja. Hii inajulikana, sisi tunasema hivi yani yeye mfalme na himaya yake na ufalme wake na kadhalika, ameamua badala ya kusema mimi nimeamua, anasema sisi tumeamua. Hivi ni katika matumizi ya lugha ambayo yanakubalika, hata Kiingereza, eh bwana how are you sasa hii yuu sisi tuwaitumia kwa maana ya umoja pia, lakini kwa Kiingereza hiyo ni maana ya wingi, lakini kiheshima waitumia kwa maana ya umoja pia. Kweza kusema how are thou, hii ni kwa maana mmoja. Sasa hivi ni kanuni za lugha ambazo zinaruhusu kwa vitu kama hivi, lakini kusema kwamba jamaa inaanzia mmoja si sahihi. Ene, labda mwenzetu amesoma zaidi lakini sasa turudi kwenye ile aya. Kwa nini ameleta hoja hii? Amesema hivi, Mwenyezi Mungu alisema, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas, kwamba Mwenyezi Mungu yuachagua mitume. Kwa hiyo hapa anasema hapa, mitume, mradi wake ni mtume mmoja yuachagua. Wakati huo aya hii inateremka, Muhammad tayari alikuwa ameshachaguliwa kuwa ni mtume kwa sababu alichaguliwa kuwa mtume siku aya ya kwanza ilipoteremka. Kwa hiyo kama anasema huyu, jua kwamba ni rusul ni wengi, lakini hapa ikiwa ina maana ya mmoja, basi huyu si Muhammad, ni mtume mwingine ambaye alimchagua wa wa atu wakati ule wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Shekhe wetu atuonyeshe, kwa sababu wakati aya hii inateremka, Muhammad tiari alikuwa ameshachaguliwa mtume. Allahu akbar! Haya bwana, asante sana, nashukuru bwana Haya. Anasema yeye yuko kwa kina Abu Bakar anasema wa kina Abu Bakar walikuwa makhalifa na sio mitume, akiivunja hii aya ya ukhalifa ayatul istikhlaf. Lakini hebu isikilizeni vizuri aya muone, Sheikh anataka kuchenga wapi na kuchingisheni wapi? Aya inasema hivi wa'ada Allahu, Mwenyezi Mungu amewaahidi. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum, Mwenyezi Mungu amewaahidi walioamini kati yenu waamilu salihat na kufanya vitendo vizuri, la yastakhlifanahum fi lardhi, atawafanya makhalifa katika ardhi. Hakuishia hapo, Mwenyezi Mungu anasema kama stakhlafa lladhina min qablihim, kama alivyowafanya makhalifa wale wa kabla yao. Ndipo tulipomletea aya ya Qur'ani tukufu, kwamba walikuwepo makhalifa manabii hapo mwanzo Mungu anasema kama Daud alikuwa ni khalifa, alikuwa ni mfalme, alikuwa pia ni nabii wa mwenyezi Mungu, alikuwa mfalme na alikuwa ni mtume wa mwenyezi Mungu. Adam pia mwenyezi Mungu anasema inni ja'ilun fil ardhi khalifa, hakika tutamweka khalifa katika ardhi. Huyu ni nabii Adam, alikuwa ni mtume wa mwenyezi Mungu. Sasa hawa walikuwa ni mitume na pia walikuwa ni makhalifa. Hii aya mwenyezi Mungu anatuahidi wa hivi watakayoamini na kufanya vitendo vizuri, Mwenyezi Mungu atawafanya makhalifa katika ardhi. Hakuishia hapo, kama stakhlafa alladhina min qablihim, kama alivyowafanya makhalifa walio kabla yao. Walikuwepo makhalifa ambao walikuwa ni manabii, ni pehura na walikuwepo makhalifa ambao hawakuwa ni manabii. Daud aliambiwa kwamba Mwenyezi Mungu amemfanya kuwa nani? Khalifa, akaambiwa awahukumu watu kwa uadilifu. Tunalinda Qur'an na m <tune>